Tumalizie Pwani ambapo tamasha la ndondi ukanda wa Pwani mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ulianza kwa kishindo katika bustani la mama Ngina Waterfront. Mwanzilishi wa tamasha hilo mzee Mwinyi akidokeza kuwa lengo kuu ni kukuza vipaji kutoka eneo hilo ambavyo vinahitaji msaada. Aidha, Mwinyi amesema anataka kuhamasisha serikali ya kaunti na zile za kaunti, ya kitaifa na zile za kaunti kuwekeza zaidi kwenye mchezo huo. wa vijana uwezo hawana, jim zao hazina capacity, lakini hivyo hivyo wameweza kujituma, wameweza kutrain na kujitokeza siku ya leo kuonyesha ulimwengu mzima ile talent ambao wako nayo. Dhumuni kwa nini tunafanya hii festival, tunataka serikali kuu na serikali ya kaunti hii yetu ya Mombasa na kaunti zote zenye ziko katika hii Pwani ukumbatie huu mchezo na mikono yote miwili, ili tuweze kuenua wa vijana na hawa vijana waweze kupata natija katika talenti hizi zao huku chini, na ziliko na ushabiki mkubwa. Na leo ni ushahidi mkubwa wa boxing, hapa pwani bado iko na support kubwa kutoka jamii, na inafaa ipae kipao mbele na iweze kukuzwa na ipewe support. Iko kwa wao wanaoparticipate katika huu mchezo ukienda katika ukizitembelea zile gym zao, some of them hata zile equipments za kutrain hawana. secondly maisha ya hawa uh, wanao participate katika huu mchezo ukiangalia, wa vijana, ukiangalia background zao, wametoka katika maisha duni sana. Financial capacity is an issue, need support. Tukianza na hapo everything else will come. Wapate financial support na wapate equipments katika gyms. Tunaomba sana kama wafadhili wanaweza come in, at least wakuja watusaidie in terms of uh, vifaa na kitu ingine. Pia tuna lack as Mombasa County ni exposure. Tamasha ambalo uh tumeliandaa na linaanza e, rasmi. Nia na malengo yake ni kuweza kuenua hii mchezo wa boxing hapa hapa Pwani.